Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa majina tena naitwa Reverend Umba Aaron. Kanisa langu ni RMC ambayo kwa urefu ni Restoration Mission Church in Africa. Ninaamini ya kwamba siku za nyuma tulikuwa na nini tena hapa uh, kwa ajili ya ku tanguliza somo la maadili ambayo ilikuwa anasema ya kwamba uh, mafundisho ya urejesho katika jamii hii ndio ilikuwa somo yetu, na siku ya leo tena tunakuja ili tufanye mwendelezo wa somo, lakini pamoja na hiyo uh, haijajalisha kama unaweza kuwa na ulizo katika yale ambayo tuliyatangulia kuyazungumza unaweza uh, kutuuliza afu tunaweza tukayajibu. Asante. Kwa hiyo siku ya leo tunakuja na kipengele kimoja ambacho nacho tutafanya utangulizi, endapo madakika yetu takuwa mengi tutaweza kumaliza. Uh, ni kipengele gani? Ni kipengele kinasema ya kwamba hazina tatu za kimaisha. Nirudilie tena ili unisikize vizuri. A, hazina tatu za kimaisha siku ya leo tutazungumzia hiyo. Kwa hiyo hazina tatu za kimaisha ni hazina zipi? Ya kwanza ni akili, na ifuatayo ni nguvu, na tatu ni uwezo wa uzalishaji hii ni hazina tatu za kimaisha ambayo mfalme ya hawe ameiwekeza ndani yako wewe binadamu. Mfalme ya hawe amewekeza kwako sababu wewe ni chombo cha saman ambacho mfalme amekiumba, mfalme amekifinyaga, mfalme amekibuni ili uwe kwa mfano wake. Ndio maana ame enda kuwekeza hazina hii tatu ndani mwako: akili, nguvu na uwezo wa uzalishaji, lakini pamoja na hiyo nitaenda um, kutafsiri hazina uh, hii ya kuanza katika um, katika mitazamo miwili mikubwa ambayo ni kisaikolojia pamoja na Biblia. Kwa hiyo neno la kwanza, acha kwanza tuende tuainishe neno lenyewe, hazina maana yake nini? Nilisema ya kwamba hazina e, inamaanisha kitu chenye thamani kubwa kinachokusanywa. Ni kitu cha thamani kubwa ambacho kinakusanywa, kinahifadhiwa, kinafichwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Hiyo ni hazina. Kwa hiyo sasa hazina hii Aa, wakati Mfalme Yawe aliibuni kuiweka ndani mwako, ina maana wewe ni chombo ambamo ndio Yawe anaenda ku, ku, kulelea anaenda ku, ku, kuifanya hazina hiyo iwe inaendelea kufanya kazi yake. Kwa hiyo tutaenda tuone faida ya hazina, niko nenda haraka sababu tufikie kwenye hazina ile ya kwanza ambayo ni ya akili nisema ya kwamba uh, faida ya hazina, faida ya hazina, ukiona hata hawa watu ambao wanakuwa na makaunti benki, hawa watu wanakuwa na hazina yao ambayo wamewekeza huku benki na faida yake itakuwa ni uh, usalama wa baadaye. Ina maana ukimkuta mtu ambaye yuko na hazina, huyu mtu hatetemeki ama huyu mtu ha, hana hana na mashaka sababu anajua ya kwamba nikipata mtatizo fulani nitaenda benki na nitachukua hazina yangu ili nisaidie. Kwa hiyo katika faida faida uh, za kuwa na hazina, la kwanza ni usalama wa baadaye. Ina maana kumiliki hazina hutoa usalama wa kifedha au wa kiroho kwa siku zijazo. Ina maana mtu ako na na ako na hazina yake kwa ajili imsaidie. Neno la pili, uwezo wa kusaidia wengine. Mtu mwenye kuwa na hazina anaweza akasaidia mtu mwingine. Tatu ni amani ya akili. Najua kama mtu hana na hana na hazina, huyu uh, mtu kabisa, hata akili yake inakuwa inamrukaruka, sababu hajui afanye nini, hata tukio la ajali likitokea, magonjwa, sijua akifungwa hata jua ni wapi alikowekeza ili afikie kwenda kujikwamua. Hii ni hazina na mengineyo. Ninaona silabasi iko hapa, ukikuwa nahitaji silabasi basi utatupigia kwenye simu yetu, utapata hiyo silabasi. Lakini pamoja na hiyo, acha niende mara moja niainishe uh, neno akili uh, kimtazamo wa saikolojia uh, ni kwamba akili ambayo ni hazina ya, ya kwanza lakini somo yetu ama somo letu usisahau ya kwamba ni maadili. Siku hizi kabisa, um, watu wanatakiwa warudie kimaadili. Nakumbuka mtangazaji siku moja aliniuliza ya kwamba, mchungaji, unataka kuturudisha kwenye asilia au unataka kutufanya nini? Nilisema ya kwamba um, asilia ndiyo vizuri watu warudie, sababu sisi, uh, si watu wa hapa sisi ni watu wa mbinguni ambao wanatakiwa uh, wamsikilize mfalme ya hawe kwa kadiri anavyosema, sisi tumsikilize, afu tuendelee pamoja. Kwa hiyo akili ni moja ya hazina, akili ni moja ya hazina ambayo inamfanya mtu kwenda kimaadili vizuri sawasawa na mfalme ya hawe anavyozungumza, anavyo ainisho ni kwamba akili ni mfumo wa utambuzi unaomwezesha mwanadamu kufikiri na kufahamu sahihi. Utaniuliza a, ufahamu maana yake nini? Nilisema siku zilizopita ya kwamba ufahamu maana yake ni uwezo ndani ya akili. Kwa hiyo sasa ili hivi vitu vyote viende vizuri viende sambamba vinatakiwa uh, viwe na hazina hii kubwa, ambayo ni akili. Sababu leo unaweza kuwa umezaa watoto wengi na kwenye kwenye kijiji chako ama kwenye mji wako, wanasema ya kwamba huyu mzee amezaa. Ni kweli, lakini ulizo ni kwamba kama hautazaa na akili, wewe ndio utaanza kuproduce machokora. kama hautazaa na akili wewe ndio utaanza kuzaa uh, majambazi. Kama utazaa na akili, wewe ndo utazaa uwezi wa kwenda kupora watu wengine. Sababu gani? Umezaa ndio, lakini hazina umekosa nini? Ni akili. Ukisoma kwenye Biblia, nenda kuona uh, jemadari moja ambaye Biblia nasema ya kwamba uh, Mungu ama Yahwe alimpa nguvu ya kushinda kupigana vita, lakini kasoro moja tu huyo jemedari alikuwa na nini? Alikuwa na ukoma. Ina maana nini? Ina maana alikuwa anapigana, alikuwa na na faulu vita vyake, lakini ukoma huu ndio ilikuwa kikwazo ambacho kilimfanya yeye kuto kufikia malengo. Na sisi siku ya leo tunafundisha hazina ambayo ni, ni, ni imoja ita eh, ambayo inatofanya sisi tuendelee ama tujue namna gani tunaweza kurejesha vijana wetu, kurejesha jamii yetu, kurejesha aa, aa, hata watu wazima ili wafikie, inatakiwa tuingie katika neno akili. Ndio nimezungumza kwamba akili ni mfumo wa utambuzi, unamwezesha mtu kufikiri, mtu kufahamu. Sababu bila mtu kufahamu huyu mtu hatakuwa hatakuwa na uwezo wa yeye kufikia. Nilete mfano, mtu anaweza kusema ya kwamba yeye ni, ni ni dereva, lakini usisahau ya kwamba ili afikie dereva, ili mtaka huyu mtu afikie afikie kwanza kuwa na akili ya kukariri hivyo vitu ambavyo anavyoelezwa. Sijui kama nanielewa ndugu msikilizaji, ili mtu awe dereva, kitu cha kwanza apitie majifunzo apitie darasa afundishwe moja mbili tatu, kwa kutaka kuondoa gari inatakiwa ufanye hivi, inatakiwa ufanye hivi. Na pamoja na hiyo sasa, katika hiyo ndio mtaingia neno ufahamu, sababu ufahamu ni uwezo ndani ya akili. Kwa hiyo a akili nayo ni imoja ya hazina kubwa ambayo mfalme ameweka ndani mwako. Siku hizi unakuta au watu wengi, sababu wamekosa maadili sahihi. Sababu ile siku nilisema ya kwamba kuna kuna mitazamo, mitazamo, karibu ni tatu. Watu wanasema ya kwamba yeye ana na maadili mema, yeye ana na maadili mazuri, lakini mimi nilisema ya kwamba ili mtu awe na maadili anatakiwa afikie kwenye maadili sahihi, sababu kila mmoja yeye anajua ya kwamba hiki anafanya ni kizuri, lakini hakina sahihi kwa hiyo sasa uh, siku hizi watu sababu wanakosewa na hii hazina ya akili, utamkuta mtu yeye ni baba mzima, ni mtu mzima, utakuta yeye ni ni ni, ni mama, lakini namna yako naamua namna ambavyo eko naamua ni vitu ambavyo hautoona vinenda namna kwa sababu gani amekosa akili. Bwana Yesu asifiwe ukiona katika Biblia tunaenda kumwona mwana mpotevu kitabu cha Luka, sura yake ni ya kumi na tano na mstari wake wa utaanzia kumi na sita utashuka hapo chini. Biblia inasema ya kwamba huyu mwana mpotevu kabisa, alikuwa kwenye ufalme mzuri, alikuwa kwenye kwenye familia nzuri, ambao walikuwa na hela, walikuwa wanajiweza kabisa, lakini kitu ambacho alichokipoteza huyu mwanampotevu ni akili, sababu alishindwa kujua ya kwamba a, hata kama utakuwa na pesa lakini ili iwe pesa na iwe na thamani yake, akili iwe ndio maana. A, uliona wakati Biblia nasema kwamba wakati alipofika huko alipoenda, Biblia nasema kwamba akatapanya, na baada ya kutapanya sasa ilitakiwa a, akili ije sababu akili ni nani? Akili ni Yesu Kristo. Biblia nasema kwamba alipotafakari moyoni mwake, ukisoma tafsiri nyingine nasema kwamba aliporudia katika ufahamu wake sahihi, ina maana kwa lugha nyingine aliona ya kwamba ili mimi niendelee, ilitakiwa iwe akili baadaye. Sasa akili ifanye ile, eh, mali yake kuendelea, lakini sababu yeye alipoteza hazina sababu yeye alifanya azina yake ifikiwe kubomolewa na kuharibika, alijikuta sasa. Biblia anasema ya kwamba alijikuta akaanza kuchangia chakula pamoja na nguruwe. Barua yetu ya leo ambayo tutakayosimamia ni barua yetu ya ya Yohana sura yake, uh, sura yake ya kumi na mstari wake wa kumi, nitasoma katika jina la Yesu, Biblia inasema ya kwamba mwizi huja ila aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hii ni barua ya msingi ambayo nilitakiwa siku ya leo, hata na pale ulipo na wewe uiandike. Biblia inasema ya kwamba mwizi wakati anapokuja nyumbani, kitu cha kwanza atabomoa, na pili ataanza kufanya yale ambayo aliyoifata kwenye nyumba. Lakini Biblia inasema ya kwamba atakuja, uh, ili aibe na kuchinja na kuharibu. Hivi vitu tuna vigabuyaje? Uh, kitu cha kwanza ni kitu ama, ama ni kipi kinachomfanya mwanadamu aharibishwe? Cha kwanza shetani ataenda kumtembelea katika hazina inayoitwa akili. Ndugu msikilizaji, uh, ukirudia na wewe vizuri, unaweza kwenda kuona ya kwamba hata zamani kwenye shamba la Eden, kitu ambacho shetani alienda uh, alienda kuiba, alienda kutoa katika mwanadamu ni akili akili. Na katika maisha yetu, kwa nini? Kwa nini atuendelee akili mtu? Leo unaweza leo ulipata kazi, hiyo kazi unaanza kupewa mshahara kwa kadiri unavyotumika, lakini sababu utakuja ku, ku, kutoa hiyo hazina ya akili, na ile hazina ya akili wakati itakuwa haipo tena pamoja na wewe, utaanza kwenda kuji utaanza kwenda kuji kutumikisha hela nje ya ile ambayo ilitakiwa. Utaona mtu ambaye alikuwa anatumika siku mbili tatu, hakuwa mlevi, sababu alipata hela anakuwa mlevi. Utaona mtu alikuwa mtu mwema, alikuwa alikuwa na mwenendo mzuri, sababu sasa anapata hela, lakini akili akaitupa. Utaona anakuwa msharati, anaanza sijui kulala nje ya mji wake, anaanza kusijui uh, kutaka kufanya vitu ambavyo havi, ha, hakuwa na vifanya wakati alipokuwa ako na akili. Siku ya leo ni nini ambayo nataka niseme na wewe? Nataka nizungumze na wewe ya kwamba ndani yako wewe, ndugu unayesikiliza, kama hutakuwa na hazina hii ambayo ni ya akili, niona ni kwamba utajikuta maisha yako hayatakuwa naenda sawa sawasawa na mapenzi ya mfalme ya hawe. Sababu gani? Utakuwa nje ya mipangilio. Jina la Bwana libarikiwe. Azina ninaitafsiri ya kwamba akili ni mfumo wa utambuzi, unamwezesha mwanadamu au mtu kufikiria, kufahamu, kuwa na na, na objective kuwa na malengo sahihi. Hata nenda neno lingine tuenda katika kuona neno lingine uh, misingi miwili mikubwa ambayo ni ni ni katika neno akili. Twende tuone maana ya neno hekima. Tunasoma kitabu cha Wakorinto wa Makorinto wa kwanza, sura yake ni ya pili na mstari wake wa kumi na sita, anasema ya kwamba lakini miongoni mwa watu lakini miongoni mwa watu uh, waliokomaa tuanena hekima, wala hekima hii ya uli, wala si hekima ya ulimwengu, lakini ni hekima kutoka kwa mfalme mfalme ambaye ndiye Mungu aliyetuumba. Hekima hii ukisoma kitabu cha Korintho anasema ya kwamba hekima hii Bwana Mungu aliifanya isijulikane na wakuu wa ulimwengu huu. Sababu gani? Wangeijua na wao, hawangemuua mfalme ya hawe aliyekuja kwa mfano wa binadamu. Akili ni nini? Akili ni imoja ya hazina inayomfanya mtu ajue namna gani anaweza kuishi hata na majirani wake. Akili ni nini? Akili ni imoja ya hazina inamfanya mtu ajue kuishi hata na mke wake hata na mme wake. Akili ni nini? Akili ni imoja ya hazina inamfanya mtu ajue kuishi hata ndani ya ya, ya hata ndani ya kazi anakotumika na ndugu zake ndani ndani ya viwanda fulani. Huyu mtu akikuwa na akili anaendeleza biashara. Huyu mtu akikuwa na akili anaendeleza lakini ukimkuta mtu ambaye amepungukiwa na akili, utamkuta hata maamuzi yake ni maamuzi ambayo hayatakuwa sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Hata twende tuone uh, neno ufahamu, sababu ni vitu ambavyo uh, viko naenda pamoja na neno akili, nilizungumza ya kwamba Unapokuwa na akili jua ya kwamba utakuwa ufahamu, sababu akili itakufanya ufahamu. Na huo ufahamu ili uwe ufahamu sahihi, ni wakati unapofanya kitu watu wote wakishangilia kwamba huyu anana akili, ina maana kwa lugha nyingine huyu anana ufahamu. Ufahamu ni sema kwamba huo ni uwezo wa utambuzi katika akili. Haya, kwa hiyo utambuzi katika akili ufahamu una, una, una, una milango mitano. Ufahamu una milango mitano. Mlango wa kwanza ni mlango wa kuona, mlango wa pili ni mlango wa kunusa, na mlango wa tatu ni mlango wa kusikia, na mlango wa nne ni mlango wa kunusa, na mlango wa tano ni kuonja. Hivi vitu ndio vitu vinamfanya mtu, hivi vitu ni vitu vinamfanya mtu aonekane kuwa na hakimu. Sababu uh, utaulizwa hivi, ndugu, uliamua uliamua kwa ajili ya nini? Sababu kuna watu leo akiamua sijui kumpiga mke wake ni kupiga mpaka nusu kufa. Ni nini? nataka tu ni muue. Sasa ulizo utakuuliza utamuua kwa ajili ya nini? sababu gani? wewe ndio aliyeenda kumtafuta ya kwamba uwe mke wangu, uwe mpenzi wangu. Lakini sasa sababu ya kukosa kuwa akili, shetani ameisha ingia kuchinja na kuharibu akili yako. Utamkuta mtu akishalewa kabisa, hajui tena kujikontro tena. Sasa ukienda kuona sasa hapa pamoja na hiyo milango milango ya, ya kunusa mig mila, milango, eh, milango ya kusikia, milango ya kuonja, huyu mtu atakuwa na hivi vitu, vitaanza kumtembeza moja mbili tatu mpaka afikie kuwa binadamu sahihi. Jina la Bwana libarikiwe, niende tuone, twende tuone matokeo ya akili, matokeo ya akili hapa, a, kitini kinasema ya kwamba maamuzi bora. matokeo ya akili maamuzi bora, bora. Uvumbuzi wa wa wa kibinafsi na maendeleo ya mtu. Ina maana wakati mtu ako na akili, neno la kwanza maamuzi yake yatakuwa maamuzi ambayo itakuwa bora. Tukio linaweza kutokea la ajabu, ambalo linaweza likakustua wewe, afu ukafikia katika maamuzi sijui, uh, mabaya lakini sababu uko na akili sijue, nieleweke jameni. Sababu uko na akili, utaamua vitu vizuri, utaamua sahihi. Sababu gani? wewe uko na hazina tu, tuchukulie mfano tuone majumba ile ambao wanaijenga kuwa hazina, utakuta pale na maskari wamezunguka lile jumba ya kwamba hii ndio jumba walijenga ya hazina ya benki. Watu wanafika wanawe, wana, wana wanawekeza uh, mali yao. Sasa wakati wanapowekeza inanamana ni hazina imo ndani. Sasa wakati nataka kufanya reaction, huyu mtu atafanya reaction yake uh, uh, kwa ubora hata, hata ropoka hapana, hata kurupuka, utamkuta anatulia wakati anapoulizwa hiki kitu tukifanyeje, utaona mtu anajibu sahihi. Sababu gani? Uh, hii ndiyo matokeo ya akili. Iko vigumu uende umwone mtu wakati anapoulizwa neno uh, ambaye yuko na akili aende kuropoka. Hapana, sababu kwanza anatulia. Ndio maana nitakueleza ya kwa kwamba watu wote walio ndani ya Yesu Kristo wanayo akili. Sababu Yesu Kristo ndiye akili. Yesu Kristo ndiye busara. Yesu Kristo ndiye ndiye anayetufanya tuishi kabisa. Ndio maana nili nilieleza faida ya faida ya azina, nikasema kwamba ni kuwa na amani kwenye moyo. Ndio maana ukikuta wengi waliomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao wako na amani kwenye mioyo yao, na wewe nikuombe ndugu uliye mahali pale, umwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, ili uwe na amani, ili uwe na akili. maisha yako kunashindwa kujikontrol, wakati kuna wengi wako na tabia hii, akiona tu uh, mlango wa kupata hela unaingia, ina maana anatangaza sasa kuhama nyumbani, ina maana anatangaza kuachana na mke wake, anatangaza sijui kuto kuelewana tena na familia yake lakini katika Ukristo wakati mtu anapopata mlango wa kuingiza hela, ina maana huyu mtu kwa lugha nyingine anapata amani, ili afikie sasa kuwalea ama kuwalinda wa familia yake. Kwa hiyo ni kuombe, njoo kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo kuna amani, kwa Yesu Kristo kuna kuna aa, kuna kuna maisha bora. Ili nimalize acha niende ni, ni ni tafsiri maana ya kila herufi katika lile neno akili. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kwanza katika akili, tunayo tunayo maherufi tano ambayo inaunda neno akili. Neno la kwanza ile neno A nilisema ya kwamba kitini tunacho hapa. Uh, vyote vimeandikwa hapa utaviona. Neno la kwanza A hey, ambayo inaanza na neno akili ni maana inamaanisha ya kwamba yatupasa tuamke. Neno hey, yatupasa tuamke. Watu wengi bado wanaendelea kulala usingizi. Watu wengi wanaendelea kabisa, uh, kukoroma kabisa kwenye usingizi wao mpaka wanafikia kuto kujitambua utamkuta ni kijana mzuri ambaye mama alimzaa, ni kijana mzuri ambaye anatakiwa mtumikie Yesu Kristo, lakini sababu anashindwa kuamka katika maisha yake, utamkuta mtu yani ni sifuri sifuri. Neno la pili akili k, ninasema ya kwamba aa, aa, fikra linaleta neno fikra. Fikra maana yake nini? ili mtu afikie kujiita binadamu anatakiwa awe na, awe, awe na kiungo kinachoitwa fikra. Ina maana kufikiri, kutafakari. Ni huko tulifika kwenye kitabu cha Luka, nikasema ya kwamba mwana mpotevu alipotafakari moyoni mwake, ina maana kwa lugha nyingine alipojitambua. Kitabu cha Luka sura yake ni ya kwanza na mstari wa kumi na, na saba. Anasema kwamba na wengi wa Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Kwa lugha aliweka ni kwamba a, atawafanya warudilie maadili. Atawafanya warudilie njia sahihi. Atawafanya awaoshe ubongo wao. Kuna watu mpaka na sasa ana an, anao uwezo wa kufanya hiki na hiki lakini akili ya kuamua ili arudie katika maisha sahihi anashindwa. Ndio kwa maana hata na leo nitatangazia kwamba pamoja na Yesu Kristo yote inawezekana. Kuna watu wanasema ya kwamba mchungaji, mimi nakuaga, napata hela. Mchungaji, mimi nakuaga, napata sijue sijue vibarua ama kazi, lakini namna ya kujitoroa ili niachane na pombe, namna ya kujitoroa ili niachane na, na, na wanawake wa nje namna ya kujifanya na mimi nimrudilie, ninashindwa. Ninakutangaza siku ya leo ya kwamba pamoja na maombi, njoo kwa Yesu Kristo, huyu atakufanya uwe na kufikiri uwe na kutafakari, na pamoja na hiyo utakuwa mtu mzuri, sababu Biblia kwenye kitabu cha Zaburi anasema kwamba nitakushukuru Bwana, sababu umeniumba kwa jinsi ya ajabu tena na ya kupendeza lugha ileweka ni kwamba uh, wewe ni matirio ambamo ndani mwake yahawe amewekeza hazina tatu za kimaisha ili itwe maisha siku ya leo sijue kama ni tafsiri usikie ili itwe maisha maisha ni muda ambao yahawe amekupa wewe uishi lakini sasa kama utaishi bila kujitambua ina maana utaupoteza utaupoteza ndio kwa maana kuna watu mpaka na leo, hata kama anatembea lakini yeye ni mfu, hata kama anatembea ye kabisa ameisha kuzikwa. Sababu gani? Ndani mwake hamuna hata fikra eh, hamuna hata fikra ambayo itafanya aendelee. Yeye ni, ni, ni mwenye kukaliwa na nguvu ya giza. Kwa hiyo anayeweza kukufungua ni mfalme ya Hawe, anayeweza kufungua ni Yesu Kristo. Kitabu cha cha kitabu cha kitabu Marko, kama nitakosea, anasema ya kwamba Yesu Kristo alianza kupita katika miji miwili ambamo katika hiyo miji mlikuwa uvuli wa mauti. Nayo ni miji gani? Ni ni Zabuloni na Naftali. Biblia anasema kwamba wakati Yesu Kristo alipopita kwenye hiyo miji, Biblia anasema kwamba uvuli wa mauti ulitoka katika hiyo miji. Na wewe unaweza kuwa Uh, na wewe unaweza kuwa mmoja wa Zabulon, unaweza kuwa mmoja wa Naftal. Mungu akubariki siku ya leo na uh, akupe nafasi ufikie kuwa na akili na hivyo utabarikiwa. Ni kuombe, upate kutufuatilia kila wakati tunapofundisha ili upate hata masilabasi yetu na vitini na ubarikiwe. Amen.